Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumatatu, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata katika Injili ya Matayo sura ya tisa aya ya kumi na nane hadi ya ishirini na sita. Nitaisoma. Yesu alipokuwa akiwaambia hayo, tazama, akaja jumbe mmoja akamsujudia akisema binti yangu sasa hivi amekufa, lakini njo uweke mkono wako juu yake, naye ataishi. Akaondoka Yesu akamfuata, pamoja na wanafunzi wake. natazama mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka damu muda wa miaka kumi na miwili alikuja kwa nyuma, akagusa upindo wa vazi lake, kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona. Yesu akageuka akamwona, akamwambia, jipe moyo mkuu, binti yangu, imani yako imekuponya. Yule mwanamke akapona tangu saa ile. Yesu alipofika nyumbani kwa yule jumbe, aliona wapiga filimbi na makutano wakifanya maombolezo, akawaambia, ondokeni kwa maana kijana hakufa, amelala tu. Wakamcheka sana. Lakini makutano walipoondoshwa aliingia, akamshika mkono yule kijana, akasimama zikaenea. habari hizi katika nchi ile yote. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunalokutana nalo katika injili ya Mathayo siku ya leo juu ya Jumbe ambaye alikuwa ni mpagani, hakuwa ni Myahudi, alikuwa anafanya kazi katika serikali ya Kirumi. Binti yake akaugua, akatumia mbinu zote za kuweza kumtibu binti yake ikashindikana. Akawa amesikia kwamba kuna mtu anaitwa Yesu Kristo, mtenda miujiza, anayeponya na habari njema kwake ilikuwa ni hii: Yesu habagui mtu yeyote yule anayemwendea. Jumbe alifunga safari na cheo chake alichokuwa nacho akaenda kwa Yesu. Tunajifunza jambo hili kwamba katika safari ya maisha unaweza kuwa una cheo kikubwa, unaweza kuwa ni mjumbe wa serikali, una mafanikio lakini magonjwa, matatizo misiba hayaangalii cheo chako ambacho uko nacho. Magonjwa hayaangalii pesa yako uliyokuwa nayo, hayaangalii heshima yako uliyokuwa nayo. Magonjwa na matatizo yanaweza yakaja wakati wowote ule. Hivyo basi, zaidi ya kila kitu, pesa na ambazo uko nazo na mali ambazo uko nazo, usije ukasahau katika mafanikio yako kuiweka nafasi ya Yesu katika maisha yako. Hujui ni wakati gani utajiliwa na magumu hayo. Huyo jumbe anafunga safari, anamwendea Yesu, anafika pale anamwambia, binti yangu sasa hivi amekufa, lakini njoo uweke mkono wako juu yake naye ataishi. Maneno hayo aliyoyatamka kwamba najua binti yangu anakaribia kufa, lakini wewe una uwezo, yalimwinua Yesu katika kuondoka mahali alipokuwapo akamfuatana naye ili aende akatekeleze yale maneno ambayo jumbe alikuwa ameyazungumza. Nakumbuka huyu alikuwa ni mpagani, aliamini kwa asilimia mia moja kwamba ukiweka mkono wako kwa binti yangu ataishi. Tujifunze kitu gani? Tujifunze kuwapeleka mabinti zetu kwa bwana wetu Yesu Kristu. Tujifunze kuwapeleka watoto wetu kwa bwana wetu Yesu Kristu aweke mikono yake juu yao, au la sivyo, tuwapeleke mabinti zetu katika nyumba za Mwenyezi Mungu ili waweze kuwekewa mikono juu yao. Asilimia kubwa ya watoto wanaopata shida ya kuweza kuanguka mashuleni huko ni mabinti zetu, wanapagawa na vitu vya ajabu sana. Magonjwa yalimkuta huyu binti. Na asilimia kubwa ya mashambulizi mengi yanakwenda kwa mabinti, kwa sababu ndani yao ya mabinti wamebeba kusudi la Mwenyezi Mungu wao mabinti ndio wanaoleta wafalme wao ndio wanaoleta watawala, yaani kusudi la Mwenyezi Mungu la kuleta kizazi chenye baraka kipo kwa mabinti zetu. Wakiharibiwa mabinti zetu, mkono wa Bwana usipokuwa kwa mabinti zetu, watashambuliwa na kila aina ya magonjwa. Njiani Yesu akiwa anaelekea huko, akajitokeza mwanamke mmoja, ambaye yeye alikuwa ana tatizo la kutokwa damu kwa muda wa miaka kumi na miwili. Huyu alikuwa ni Myahudi na sheria ya dini yao ilikuwa inazungumza hivi: ukiwa una shida hiyo ya kutoka damu mfululizo, wewe lazima ujifungie ndani, usitoke nje, kwa sababu ukiwa katika siku zako hizo ukitoka nje ukikutana na watu wengine utawatia najisi. Sheria ya dini yake ilimzuia asitoke nje, lakini tatizo alilokuwa nayo kwa, kwa sababu ilikuwa ni kubwa, ilikuwa inampelekea kifo ikabidi avunje sheria zote za dini yake, akasema nitamwendea Yesu, kwa sababu Yesu yeye haangalii sheria za dini yako, bali anaangalia moyo, anaangalia tatizo ambalo uko nalo. Anaondoka, anamwendea Yesu, anavunja sheria za dini yake, akaongea ndani ya moyo wake. Ndani ya moyo wetu ndipo tunapofanya mipango yetu ndipo mipango yetu ya uponyaji au kupokea kile tunachokitafuta inaanza ndani ya moyo wangu. Akasema nikigusa tu angalau vazi la pindo lake nitapona. Hakutaka kwanza kueleza shida na matatizo aliyokuwa nayo, kwa sababu walikuwepo pale Mafarisayo, wangempiga kwa mawe, wangemuua kwa sababu ametoka amefanya jambo ambalo ni kinyume na taratibu za dini yake. Aliongea ndani ya moyo wake. Yamkini kuna vifungo vingi ambavyo umevifungwa, umefungwa navyo, unashindwa kupokea kile ambacho unachokitaji kwa sababu ya sheria ya dini yako ambayo uko nayo. Dini yako haikuruhusu uchangamane na baadhi ya watu wengine, lakini unajua kwamba Yesu anaweza hili jambo. Unajua kwamba tatizo lako hilo linakupelekea kifo na bado umekaa tu mwendani. Mwanamke huyu alitoka akamwendea Yesu kile alichokusudia ndani ya moyo wake. Alivyogusa tu ile pindo la vazi lake, Yesu akamgeukia akamwambia binti yangu, jipe moyo mkuu, imani yako imekuponya. Imani inaponya hata mtu ambaye alikuwa amefungwa katika misimamo ya dini mbalimbali. Imani inaponya, imani inakufanya uweze kuwa e, upate kile ulichokuwa na kihitaji. Je, siku ya leo ni mambo mangapi unaongea ndani ya moyo wako katika tatizo ambalo umekuwa nalo? Ni mazungumzo magani unayoendelea, kwamba mimi siwezi kupona, mimi siwezi kufanya hivi? Mwenzetu huyu alitoka akamwendea Yesu. Mtafute popote pale Yesu alipo, mwendee Yesu. Popote pale alipo, mwendee Yesu. Tumekuwa katika matatizo yetu, tunagusa mavazi ya watu wengine. Yamkini huyu mwanamke alianza kugusa vazi la Petro, hakupona. Alienda akagusa vazi la yule Iskarioti, hakupona aligusa vazi la Tomaso akajikuta kwamba ndani mwake anapata ubishi juu ya kile. Alipogusa tu vazi la Yesu akapona. Mtafute Yesu, usipeleke shida zako kwa mwanadamu, usimpeleke si kwa nani. Hata kama na upako tatizo lako ambalo ndani mwake limebeba kifo, mwendee Yesu, ukimgusa popote pale Yesu wa Kristo, yeye atakuponya. Na Yesu anafika katika ile nyumba, anakuta wanafanya maombolezo, anafika pale, anaingia ndani anamwenea ile binti na binti anakuwa mzima, habari zake zikaenea popote pale. Na Yesu ndivyo anavyotenda, hatuachi katika haya magumu. Ameleta furaha kwa jumbe aliyokuwa amemwendea, ameleta furaha kwa huyu mwanamke aliyokuwa anatoka damu, ataleta pia furaha katika maisha yako, katika magumu yote ya kifamilia na magumu yote ambayo yako ndani ya moyo wako unayoyapitia. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.